Son, mambo vipi? Poa poa. Mzima kabisa. Fresh. Hongera sana uh, pengine mashabiki wa Tanzania watakuwa wameumia uh, kukuona umecheza kidogo ligi ilivyokuwa inamalizika, umepitia wakati mgumu, umerejea mwishoni kabisa. Ulijisikiaje ulivyopata nafasi kwanza ya kucheza baada ya muda mrefu kupita? Uh, nilikuwa nimesikia vizuri kwa sababu kama miaka miwili sijacheza mpira, kwa hiyo kurudi uwanjani is uh, something great uh, uh, kwangu nimefurahi sana kurudi uwanjani mm. Ulisema mwenyewe kwamba you joined Ken Gold kuitumia to get back to be fit ili upate timu ya kucheza zaidi. Bad luck haikwenda vizuri, Ken Gold ameshuka daraja and now you are fit well enough kwamba we can expect kukuona timu yoyote ya ligi kuu ya Tanzania, ama kuna ofa zaidi Benard umezipata nje ya mipaka ya Tanzania? Uh, ndio nimerudi uwanjani kwa hiyo for now I think lazima uh, nisubiri kidogo uh, nikipata ofa au maybe uh, kama nitacheza hapo Tanzania uh, tutajua baada mwisho uh, mwezi wa saba Uliwahi uliwahi kumzungumzia Aishi Manula uh, one among the greatest goalkeepers in our league. Tumeshuhudia kikosi cha Chan ameitwa pia, do you think neno lako linaambatana na kile ambacho kocha amekifanya? Ah, watu wote wa Tanzania wanajua Aishi ni number one. Amna mtu there's no one like Aishi, ni number one so, uh, oe amnam Aishi, hata kama Aishi hajacheza miaka miwili mfululizo nini, uh, Tanzania, Aishi ni number one so, uh, I'm not surprised to see that, uh, uh, they call him for national team. Morrison, kwa nini hupendi kufanyiwa mabadiliko uwanjani? Unapofanyiwa mabadiliko unakasirika, Morrison! Asema kwamba like no, ni shida yako kubwa ni kweli. Ilikuwa naenjoyi mpira, kwa nini unataka nitoke nje? Kiwango chako ni tofauti na wengine sometimes, unajiona bado uko na morali ya kucheza lakini kocha anaona yeah, yeah. Umeona watu wengi walikuja hapa kuangalia mpira, kwa hiyo kama kama wanapata burudani wanapata, tumekuja tumekuja hapa kuenjoy, kuna watu wengi So uh, sio lazima uh, uh, kucheza kucheza like you uh, You want to win. You have to win. have to do some some things so that So that watu watafurahi, si ndio? Lakini nimefurahi, nimefurahi kuja hapa kucheza. So it's okay. Lako la mwisho kwa Yanga, mabingwa wa ligi they okay. did well kwenye ligi. Good Good evening evening my brother. Good evening, boss. Congratulations kenyemybothea uh,